Kwa nini chunusi zako haziponi hata kama unaosha uso kila siku? Watu wengi wanauliza swali hili, na ukweli ni huu: kuosha uso peke yake hakutoshi. Tuanzie hapa, chunusi sio uchafu. Ukifikiri chunusi ni kwa sababu ya uoshi uso, tayari umeanza vibaya. Mara nyingi chanzo cha chunusi ni mchanganyiko wa mambo matatu makubwa kutumia sabuni kali, kutumia mafuta yasiyofaa faa, kutokujua aina ya ngozi yako. Sabuni kali zinaondoa mafuta ya asili ya ngozi. Ngozi kihisi imekauka sana, inajilinda kwa kutoa mafuta zaidi. Matokeo yake, vinyeleo vinaziba, chunusi zinaongezeka. Hapa ndipo watu wengi wanapokosea. Wanaona chunusi zinaongezeka wanaongeza kuosha uso mara nyingi zaidi: asubuhi, mchana, jioni, usiku, lakini hawajui kuwa wanachofanya ni kuharibu skin barrier. Kusafisha bila mpango, sawasawa na kuongeza tatizo. Sasa tuzungumzie mafuta. So kila mafuta ni mabaya, lakini mafuta yasiyofaa kwa aina ya ngozi yako yanaweza kuharibu kila kitu. Ngozi ya mafuta haitaki mafuta mazito, ngozi sensitive haitaki vitu vyenye harufu kali, na ngozi kavu haitaki sabuni zinazokausha zaidi. Ndio maana swali la muhimu sio unatumia nini. Swali sahihi ni ngozi yako ni aina gani? Kuna watu wana ngozi ya mafuta, wengine mchanganyiko, wengine sensitive wengine kavu na wengine wana ngozi iliyochanganyikiwa kwa sababu ya kutumia bidhaa nyingi bila mpangilio. Ukichukua bidhaa ya rafiki yako kwa sababu ilimfaa, bila kujua aina ya ngozi yako, unafanya kazi gizani, na ngozi ikifanywa kazi gizani, matokeo huwa hayaji. Hapa ndipo skin assessment inakuwa muhimu. Assessment si biashara ya kukuuzia bidhaa, ni hatua ya uelewa. Ngozi yako iko kwenye hali gani? Inahitaji nini kwa sasa? Nini kimeharibu? Nini kifanywe kwanza? Nini kisubiri? Bila assessment, hutajua kama tatizo lako ni mafuta au ni barrier iliyoharibika au ni reaction ya bidhaa ulizotumia zamani. Ndio maana sisi hatupendekezi bidhaa bila assessment kwa sababu kufanya hivyo ni kukudanganya. Skin care sahihi inaanzia kwenye uelewa, sio kwenye kila trend, sio kwenye bei na sio kwenye jina la brand. Kuosha uso ni hatua moja tu. Kama huna mpango mzima, hata ukiosha mara ngapi, chunusi zitabaki. Ngozi inahitaji kusafishwa kwa upole, kutibiwa kwa usahihi ulindwa na kupewa muda wa kupona. Hakuna overnight miracle, lakini kuna mpangilio unaofanya kazi. Ndio maana kabla ya matibabu yoyote, assessment ni lazima. Bonyeza link bio uanze skin assessment yako. Bila assessment, hatupendekezi bidhaa, kwa sababu ngozi yako inastahili matokeo, siyo majaribio. Viona Touch tunatibu chanzo, sio dalili. Ukweli wa mwisho bila kukupendezesha. Kama bado unabadilisha bidhaa kila wiki, basi bado hujawa tayari kupona. DM sasa.